Karibu sana, Mzumbe fahari yetu, kipindi maalum kutoka Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe kinajulikana kama tanuri la kuoka vijana au tanuri la kuoka viongozi wajao, na leo tumebahatika kuwa na mwanafunzi bora wa mwaka 2025. Yeye hakutafuta alama tu, bali yeye pia alitafuta ubora. Leo tuko naye, atatueleza historia yake ya masomo ilikuwaje, alipitia changamoto zipi mpaka kufanikiwa kwa mwanafunzi bora wa mwaka 2025. Karibu. Asante. 5 Tungependa kukufahamu jina lako, umetokea fakati gani na ulijisikiaje pale ulipoambiwa kwamba wewe ni mwanafunzi bora wa mwaka masomo 2025? Okay, asante nashukuru. Naitwa Melina Nicholas Baradyana, mwanafunzi wa Mzumbe University. Nimetokea Institute of Development Studies kwa kifupi IDS. And baada ya kupigiwa simu na kupewa taarifa hiyo, cha kwanza yani nilikuwa nilikuwa shocked sikuwa naelewa ni furahi nilie, yani nilikuwa na mchanganyiko wa kila hisia, lakini kiujumla nilifurahi sana, yani nilifurahi sana kwa sababu sikutegemea, lakini ni kitu ambacho Mungu tu amenijalia. Kwako ilikuwa rahisi namna gani mpaka kufikia mafanikio kwa mwanafunzi bora kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano? Well, haikuwa rahisi kwamba jani yote, kwamba ilikuwa ni rahisi, hapana, lakini kuna vikwazo vingine unapitia kama mwanafunzi, lazima kuna muda unakuwa ni changamoto, lakini kuvikabili vyote niliweza kuvikabili yeah. Kwao, nilikuwa ni rahisi, ndio, lakini ugumu lazima uwepo. Na changamoto gani ambazo uliwahi kukutana nazo katika safari yako hii ya mafanikio ya elimu na ulifanyaje ili kuondoa hizo changamoto katika hiyo safari yako? Changamoto kwa ubora niliopewa, lakini pia sio kwamba sijawahi kufeli. Kwa hiyo nilishawahi kufeli kabisa ya nakumbuka, mwaka wa kwanza kwa kwa, baada ya kupata zile alama, zilinipa kama chachu ya kwa ajili niendelea nikukaza kukaza, ya kwa sababu utakapopata mtihani labda kama unapata moja au mbili, mm -hmm. yeah. Unaona kabisa mbona kama uwezo wangu sio huu, kwa una kaza. Okay. Zaidi ya changamoto nyingine ni ya uh, naweza nikasema ni personal kutokana na labda kufiwa. Okay. yeah. Asante. Kwa hiyo ilikuwa nimekuja shule lakini bado nina maumivu, mm -hmm. Lakini baada ya kupitia changamoto labda unafeli au unafanyaje, lakini nikaona lazima ni kazi kumfurahisha mzazi wangu aliyeondoka. yeah. katika maisha waga, tuna fomula katika mafanikio yetu yeah. Kwa hiyo wewe fomula zako zilikupo zipi? nataka tatu tu ambazo nijambia okay. Nikizifanya hizo au nikipitia hizi fomula ambazo nimejekea, nitafikia malengo yangu okay. cha kwanza mimi huwa na imani ni nidhamu, sio lazima kwa wakubwa tu, kwa wote. kwa nilikuwa Najitahidi sana kuwa na nidhamu kwa walimu wangu na pia hata kwa wale ambao ninasoma nao yeah. and pia kingine kujali muda, muda yani, kujali muda. kama natakiwa kuwa class muda fulani natakiwa kuwa, natakiwa muda fulani nifanye kitu fulani, najitahidi. Kuna ile kupitiwa kibinadamu, lakini unakumbuka kwamba muda huu natakiwa nisome kwa ajili ya kitu fulani, muda huu wa kupumzika, muda huu wa enjoyment tu. Kwa jali muda wako, wewe ni mwanafunzi unapangilia muda wako, kuwa na nidhamu ya muda ya okay. Okay. Cha pili pia ni kujitambua, wewe unachokijua unachokitaka. Mimi mm -hmm. ni mwanafunzi ndio lengo langu, nimekuja chuo kusoma mm kwa hiyo, -hmm. na pia tuna kwenye wanafunzi tunajifunza ndio tuna maisha mengine ambayo unajifunza lakini kikubwa ni kusoma kwa tambua wewe kilichokuleta, yaani usisahau hicho koo, ni kujitambua wewe. Kama wewe pia, pressures utakutana nazo, marafiki tofauti utakutana nao, lakini ukishajitambua mimi, nimekuja hapa kufanya kitu fulani, utashikilia kuwa na udhabiti wa kusema malengo yangu ni haya na kujitambua nafasi yako wewe kama mwanafunzi. Ya tatu ambayo ingetakiwa kuwa ya kwanza ni kumtambulisha mu mmt kumtanguliza Mungu yeah. Ongera okay. Okay, sana. Kingine chuo kikuu Mzumbe kina mazingira mazuri yeah. Walimu wa bobezi. Katika hivyo vitu vyote kitu gani ambacho kimekupa mafanikio makubwa ni mazingira mazuri ya kujifunza, au pia ni walimu pia wamechangia katika safari yako ya kitaaluma kitu okay. ambacho kimekupushi zaidi katika ufaulu kwako? Mimi naweza nikasema vyote, kila kitu kimeplay part yake Ukichukulia chuo chetu kipo kwenye mazingira yani tulivu, sio ya ya kukupa vishawishi wewe cha kutokuweza kusoma. Yani ni tulivu enough kukufanya wewe ukasoma, kuanzia madarasa, mazingira yote yalioizunguka yeah. Na pia tukija kwa walimu, ni wape nafasi kubwa sana walimu wangu wa IDS yani, nilipotokea department walikuwa na sisi sana yani sana, siwezi kusema mmoja mmoja lakini wote walikuwa ni kama marafiki zetu. Hamna mtu ambaye ameshindwa kumfuata mwalimu yoyote ile kwa kitu ambacho sijaelewa, au ni they were open kwetu muda wowote ule. Si hapa, kongole jamani, hasa mkurugenzi Profesa Profesaluenad, hongera kwako kwa kumtoa mwanafunzi kinara kwa mwaka huu 2025. ukiachia taaluma, yes. masomo mm ni -hmm. wewe ni mtu wa aina gani, Yaani, unapenda vitu gani? Au mtu wa michezo? na mchezo ni upi ambao unaopendelea? Okay, siko vizuri sana kwenye michezo mm -hmm. yeah kitu ninachopenda sana sana ni kuhusu mapishi ha? Yes, pamoja na jamani kuwa smart, <laughs> lakini mdada pia ni mpishi mzuri ya yeah. Koo wanajitahidi kulen vitu mbalimbali kwa muda wangu ambao nitakuwa nyumbani, yes kujifunza mapishi mbalimbali ya, pia napenda kukaa tu na marafiki kufurahia yeah. Kwa miaka mitano unajiona wapi? Miaka mitano. Najiona nitafikia malengo yangu makubwa katika kimasomo. Pia nataka kuendelea, sio kwamba niishie hapa hapa. Kuwa bora sahivi haimaanishi niishie hapa hapa yeah. And, natamani sana kufikia yani malengo makubwa zaidi kiajira kusaidia jamii ya kama chuo chetu kinavyosema, tujifunze kwa maendeleo ya watu kwao kwa kutumia elimu yangu nitakayotaka kuiongeza mm-hmm. Ya niendelee kusaidia jamii huko nitakapokwenda. Kuna misemo mbalimbali ambayo wanawake inatugusa yes. Mwanamke wa shoka, mwanamke wa nguvu mwanamke ukimwezesha anaweza, ukimwezesha mwanamke mmoja umewezesha jamii. Hiyo misemo inakupa taswira gani au inakupa picha gani? Actually, siku hizi nahisi sio mpaka lazima tuwezeshwe. Yes, tuna, tunaweza wenyewe. Yeah, tunaweza na hiyo misemo imenipa sana nguvu kuona kwamba sio lazima mkaka ndo awe anatuongoza, sio lazima mkaka labda ndo awe anajua hesabu Sio lazima yeye ndo awe vizuri kwenye sayansi, sisi sijui tuwe tunasoma tu yale mpesi ya arts ya arts tu, no, tunaweza tukasoma sayansi, tunaweza kusoma hesabu, yani tunaweza tena tunaweza zaidi hata ya wanaume. Kwa hiyo unamwambiaje binti sasa hivi ambaye anakuangalia, yuko mwaka wa pili na wengine ambao wao ndo wameingia mwaka huu wa kwanza? Wewe kama umeweza, unawapa <laughs> Amasa gani? Asa tuongelee wa mwaka wa pili, alafu baadaye tutamaliza na mwaka wa kwanza. Okay. Kwa mwaka wa pili mm -hmm, naelewa kwamba wanasemaga chuo mwaka wa pili ndio mgumu yeah, yeah, lakini kwa wasichana wenzangu wa dada, napenda tu kuhamasisha kwamba kama mimi nimeweza kuwa hivi bora, simaanishi kwamba hao wengine wote hawakuwa bora. Wapo wasichana wengi na wajua wako vizuri, kwa hiyo tusikate tamaa kwamba kitu fulani hii kozi fulani ngumu, wakaka labda ndo wanaweza hapana, tunaweza kuliko wao. Yani mwanamke akiweza ya kitu anaweza mara mbili yao. Koo, wapambane, wajue tu, wawe na nidhamu, wajali muda, wajitambue, wanataka nini, tuachane na vishawishi vingine, tu focus kwanza na shule. Na kwa binti ambaye ndo sasa hivi anaanza mwaka wake wa masomo, okay sina ushauri mbali sana na hao ambao wanaendelea kwa sababu nao pia watafika kwa mwaka wa pili. Kwa hiyo ukifika, tambua kwamba kuna mwaka fulani msichana alikuai na yeye kuwa mwanafunzi bora. Kwa nini siwe mimi? Kindo naanza kwa naanza vizuri nikiwa na malengo haya na haya na haya. Kuna awards nyingi wanapewa wa research, wa nini, wasichana wengi sana nimewaona kwenye list, kwa hiyo tunaweza Yaani ukianza kama mwaka wa kwanza unaweza kufikia kila kitu. Melina, kuna mtazamo pia ambao unahusu wanawake. Mara nyingi wanawake wanachukuliwa mafanikio yao kama bahati ama kupendelewa. Wewe leo ni mwanafunzi bora elfu mbili ishirini na tano. Wewe mtazamo unaonaje? Ni kweli wanawake wanapendelewa, wanawake mafanikio yao yanakuja tu kwa bahati au ni juhudi? Mtazamo huo mimi naupinga vikali, kwa sababu sio ukweli. Tukichukulia mama yetu mama Samia, mm -hmm. ni mfano bora sana kuonyesha kwamba wanawake sio kwamba tunapendelewa, yes. Pia nikija kwa ngazi yetu ya chuo tunaweza kutoa mfano wa Profesa Hawa Tundui, mm -hmm. ambaye yupo kama DVC ARC. Pia kwa ngazi ya institute niliyotokea IDS tuna Profesa Lulu Jenda, pia naye ni mwanamke. Kwa hiyo, huwezi kusema kwamba wanawake wote hao wanapendelewa. Ni juhudi zao wao mpaka wamefikia hapo. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, pia nasema ni juhudi zangu, sio kwamba nimependelewa au wamenipa kipaumbele kwa sababu ni mwanamke. Hapana, tuondoe ile dhana ya kwamba wanawake wanapendelewa au wanawake mafanikio yao yanakuja tu kwa bahati. Yes, juhudi zinahitajika kufika sehemu ambayo unataka wewe uwe kabisa, kuweka malengo na nidhamu. Ndiyo, ndiyo. Lakini pia chuo kikuu Mzumbe kinajulikana kwa kuhimiza ubunifu, tafiti. ndiyo. Wewe kama mwanafunzi ambaye leo hii umekuwa kinara katika mwaka huu 2025. Uliwahi kufanya tafiti yoyote ambayo itaacha alama chuo kikuu Mzumbe na ambayo itabadilisha pia jamii kwa ujumla. Okay, asante yes. kama mwanafunzi huwa tunafikia muda tunafanya tafiti. mm -hmm. Yes, kwa upande wangu nilijitahidi kutafuta tafiti ambayo ni tofauti kidogo na kawaida ambavyo huwa wanafanya. mm -hmm. Mimi nilitumia tafiti za kimaabara. mm -hmm. yeah. Kwa hiyo nilijitahidi kutafuta tatizo ambalo lipo kwenye jamii kutokana na kitu ambacho nasomea ili kutafuta suluhisho kwao, nilijitahidi kutengeneza kitu wanaita briquettes, kwa Kiswahili mkaa mbadala, mkambadala. Yes. Ambao huwa ambao huwa unatengenezwa kutokana na taka zinazozalishwa kwenye mazingira yetu tu haya ya kawaida, koo, kwa level yangu ya wanafunzi nilifanya kikawaida, sio kwa level ya ki, kwa kiwanda. Kwao nilijitahidi kuangalia ni taka zipi zipo eneo fulani tunaweza tukazichakata vipi, kutoa mkaa mbadala. Wewe kama mtaalamu sasa wa mazingira, yes, hiyo utafiti unahisi italeta mabadiliko gani kwetu sisi jamii? Cha kwanza ilikuwa ina in, imebase kwenye kusolve vitu viwili. mm -hmm. kupunguza taka mm -hmm. zinazotuzunguka mm -hmm. na pia kuzalisha nishati nyingine mbadala mm -hmm. ambayo itatumika ambao ndo mkaa mbadala unaitwa. mm -hmm. Kwa hiyo kwa tafiti ile tulisolve vitu viwili ambavyo pia ndani yake unaona kama umesolve kitu kingine. Kwa hiyo watu wakitumia ule mkaa, tunapunguza kukata miti yeah. tukitumia zile taka, tunapunguza pollution kwenye jamii yetu. Kwa hiyo taka taka hizi hizi za majumbani, au kuna aina fulani ya taka ambayo mnaitumia au uliitumia kwenye hiyo tafiti? Okay, ni kwa kwa mimi hapa, mm -hmm. kwa taka nilizotumia nilitumia haya magamba ya nazi, wakifua nazi mm. yeah na zile end product baada ya kukamua mafuta ya ubuyu okay. koo zile mbili nilizichanganya na kuweza kutoa mkaa mbadala. Kuna ma ma process, process mengi, lakini lengo lilikuwa hilo, kutoa mkaa mbadala ambao unaweza ukatumika hata kwa majumbani kwa mamalishe ya koo. Ilikuwa ni kugusa jamii kwa namna tofauti kutumia elimu yangu niliyopewa. Jambo zuri yeah. Sasa, kwa utaalamu wako au kwa kwamba wewe ni mtaalamu sasa wa mazingira, ukiondoa hiyo tafiti ambayo umeifanya kwa ajili ya yes, kubadilisha jamii, kuna wazo gani au bunifu gani ambao unatarajia kufanya au lengo ambalo utalifanya au unatarajia kulifanya kwa jamii yani kwa ujumla wetu ambapo wewe mwenyewe unasema sasa, mimi kama mtaalamu wa mazingira natamani hiki kibadilike, natamani hiki kiongezeke, natamani okay. vitu gani ambavyo unatamani vibadilike katika jamii yetu? Okay, kwa kutumia elimu yangu kama msimamizi wa mazingira natamani sana kujikita kwenye masuala ya tafiti, research yes, ambapo nimepata nafasi mpaka sasa, nipo najitolea kuna mradi unaitwa Clift Project hapa hapa Mzumbe. Kwa hiyo nimeweza kujitolea kwao. Wanadeal na maswala ya tafiti za swala la kilimo kuhusu mazao ya mboga mboga, yes. Kwa hiyo natamani sana nijikite kwenye hayo mambo ili kuendelea kusolve matatizo mbalimbali ya mazingira ya katika jamii yetu. Kwa hiyo kupitia hizo tafiti tunazozifanya naona kwamba kuna namna ambayo tunaweza kubadilisha jamii kwa mradi huo wanaadili sana na wakulima mm -hmm. Yes, kwa tunabadilisha jamii ya wakulima ili waweze ku, kuadapt masuala haya ya mabadiliko ya tabia ya nchi na vilimo vyao, kwamba waache kukata miti, kwa yes, watumie zile njia mbadala yeah. Belina, kipindi hiki ni cha wanafunzi wa kidato cha nne ambao wanafanya mtihani lakini vile vile kuna tunatarajia wanafunzi wa kidato cha sita kufanya mitani yao makani kwa ajili ya kujiunga na vyo mbalimbali. Sasa nataka nikupe nafasi ya kuongelea chuo kikuu Mzumbe kwa wanafunzi ambao wanatarajia kuja kujiunga na chuo kikuu Mzumbe kwa ngazi mbalimbali ya astashahada, astashahada, shahada ya uzamivu na kuendelea, karibu. Okay, nichukue nafasi hii kukishukuru sana chuo kuu Mzumbe kwa mambo mengi ambayo ni mazuri, yanatujenga sisi wanafunzi, tukianzia kwa level ya kitaaluma mm -hmm. Iko vizuri sana. tuna mifano mingi sana hata serikalini, tukichukulia tu mmoja wa mama mm -hmm. alitokea hapa kwetu Mzumbe. Kwa hiyo kiko vizuri sana, kuanzia wafanyakazi wake mpaka walimu wako vizuri sana kutujenga kitaaluma. Tukiachana na masuala ya kitaaluma, mazingira yake huduma za kijamii zinazotolewa hapa, ina hospitali hapa hapa inapatikana chuoni Kituja. Yes, kuna huduma za, za kibenki ziko hapa hapa pia chuoni, pia viwanja vya michezo kwa wale ambao ni wapenzi wa michezo, yes, kiko hapa hapa chuoni, na ni chuo ambacho kipo kwenye mazingira tulivu ya wanafunzi kusoma bila vishawishi. Kwa hiyo kama umepata vishawishi ni wewe umevifuata umevifata kabisa mjini. Yes, kwao tunapata muda mzuri sana wa kujisomea, ambao ni tulivu na tukichangiwa pia na walimu wetu, ndio maana mpaka na mimi nimefikia hapa. Na bila kusahau jamani, internet choki kuMzumbe, kila kina na internet chuo kizima, yaani mwanafunzi wewe ushindwe tu kupata material ya kutosha kwa ajili ya kujifunza. Asante sana Melina, kupitia wewe tumejifunza mengi kwa ufupi tu kuhusu historia yako, vile vile kitu gani ambacho mwanafunzi anayetarajia anatakiwa kuwa. Tumejifunza vingi, lakini vikubwa ni ustahimilivu, nidhamu, uadilifu na hasa kutambua wewe kama mwanafunzi nini unatakiwa kukifanya ukiwa chuo, ili basi upate kuwa mwanafunzi bora au utoke na maksi nzuri hapa chuo kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe kama tunavyojua, imekuwa tanuru la kuoka viongozi mbalimbali. Tunaoka hapa wanasheria, tunaoka wanataaluma, tunaoka viongozi mbalimbali mbali kwa miaka mingi inayotarajiwa kuwa au ambao sasa hivi wako wanaojulikana, wengi wao wametokea hapa chuo kikuu Mzumbe. Ni kwaje? mpaka wakati mwingine kumbuka kuangalia Mzumbe fahali yetu hapa chuo kikuu Mzumbe ulikopo, na mimi Mwajuma Kennedy na mgeni wangu Melina Nicholas ambaye yeye amekuwa kinara kwa mwaka masomo elfu mbili ishirini na tano hapa Chuo Kikuu Mzumbe.